Hapa ni Mtwara lakini nimepata nafasi ya kutembea sehemu mbalimbali mbali, na nimekuta mashamba ya chumvi haya, tunaita mashamba ya chumvi, sio kiwanda cha chumvi, apana, tunasema mashamba ya chumvi. Sehemu hii inaitwa Kilima Hewa na niko na mkulima mwenyewe wa chumvi, katika kujua hasa. Sisi wa mjini tunasema chumvi inatoka kiwandani, lakini kumbe chumvi inatoka shambani. Mambo safi safi. Unaitwa nani? Mimi naitwa Shamte. Shamte, wewe ni mkulima wa hapa chumvi, si ndio? Kama fundi. Fundi, ukisema fundi unamaanisha nini? Eh? Fundi. Yaani unatengeneza chumvi. Eh. Unatengeneza chumvi. Unatengeneza chumvi ndio mashamba ya chumvi. Mashamba ya chumvi. Yani, natengeneza shamba la chumvi na natengeneza chumvi ndani. Ah, uko nani unatengenezaje? Eh? Yaani ndio ni zalisha chumvi. Unazalishaje? Niambie unazalishaje chumvi. Yaani natoa maji nje kule. Naleta ndani. Natoa ndani. Naleta tena ndani mwingine, birika lingine, natoa hapo, naweka kwenye birika, yaani huwa chumvi mm. asili yake ni jua uh -huh. E, tunaekana jua na hali ya hewa. chumvi sio maji na jua. kwa hiyo maji, tunachofanya tunachukua maji ya nje yalokwa jitoni kama kule maji ya bahari, e, maji ya bahari tunayaleta kwenye matenki ya kuhifadhia, matenki ya kuhifadhia tunayaondoa tunaleta kwenye mabilika haya, mabilika ndio tunayatengezea kama kuyagalisha chumvi. Ehe, kwa hiyo ni baada ya muda gani hadi kuja kuvuna chumvi? Yaani kama kipindi cha kifuku kile mwanzoni kabisa, kwanza kwenye mwezi wa saba au wa sita pale, inaweza kufika kama mwezi mmoja ndio unachua chumvi au mwezi mmoja na nusu, na yana msimu. Ehe. Ikifika mas, ma, masika chumvi aizalishi auzalishi, ni mwisho wake mwezi wa kumi na mbili. Kwa hiyo wakati wa kiangazi eh, kiangazi, yani kiangazi mwezi wa sita ndio nakwanza kuzalisha chumvi paka mwezi wa kumi na mbili ndio mwisho wake, ajili ya hali ya masika, mvua. Yani, kutokana na ufundi wako kwa shamba moja mm. unaweza ukatoa kiasi gani cha chumvi? Kwa mfano yes. shamba hili eh. Ch ya, kama nani tukidudai kama hichi tu hicho mm, hapo naweza nikatoa kama mifuko mia tatu kwa vile kutokana na jinsi dwara lake, lakini kama linaongezeka kufikia kama hili lote, mpaka hapo naweza kutoa mifuko mia tano mia sita Eh kumbe lina faida na kila shilingi hey, ngapi? Eh, mfuko kwa kipindi kile ulikuwa kidogo huko juu, lakini sasa hivi imeshuka, inaweza kuuza mfuko shilingi mia nane shilingi 800 elfu nane mpaka elfu sita mpaka elfu saba unauza.